Tumsifu Yesu Kristo. Bila shaka ujambo, na karibu katika kipindi hiki cha Ijue Liturujia kinachokuja kutoka hapa hapa Tumaini Television. Tuliokuandalia ni pamoja na mwaka mpya wa liturujia mwaka 2025 2026. Nikukumbusha kwamba tumemaliza kipindi cha mwaka wa kanisa 2025 na sikukuu na sherehe ya Kristo Mfao. Sasa tunaanza mwaka mpya ishirini na ishirini na sita na kipindi cha Majilio. Yote haya utayakuta katika utayasikia katika kipindi hiki, nakusi uwe nami tangu mwanzo hadi tamati. Mimi ni Sister Savina Makonde, lakini pamoja nami ninaye Padri Dr. Clement Kio, katibu mtendaji wa idara ya liturujia Tanzania, kutoka baraza la maaskofu TEC. Karibu baba, uanze kwa sawa, asante sana. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waumini wako, uwatie mapendo yako, peleka roho yako itaomba upya na ma nchi itageuka. Tuombe. E Mungu uliyefundisha nyoyo za waumini, ukiwaletea mwanga wa Roho Mtakatifu, tunaomba tuongozwe na hilo Roho, tupende yaliyo mema, tupate daima faraja zake hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu, wana wetu uh, amina. Kwa jina la na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu na amina. Tumsifu Yesu Kristo, abaki milele. Amina. Habari za Tumaini Television ah, Tumaini Television, hatujambo. Ni kama hivi, kipindi kipya kimeanza, mwaka eh? walitujia umeisha, mwaka walitujia umeisha, tumesherehekea Bwana mfalme -hmm. ameketi milele, Kristo mfalme wetu ndani ya mioyo yetu Ehe. anatawala ulimwengu wote ndio sasa mwaka umeisha tunaanza mwingine mtazamaji nikukumbushe tu kwamba mwaka mpya unaanza na kipindi cha majilio karibu ungane nasi baba kio karibu asante sana habari za hapa hapa kwema kabisa ndiyo sijui huko ndiyo. Ndiyo, kurasini tunasherehekea ndio na tunafurahia ujio umo, umo wa mwaka mpya wa liturujia e, mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano ishirini na sita Karibu mtazamaji uweze kusikia mambo mengi kuhusu huu mwaka mpya ambao unaanza na kipindi cha maajilio mm -hmm. Tukianza tuanze kuangalia katika huu mwaka mpya wa liturujia mambo gani makuu ya, ya ambayo yanaguswa katika mwaka huu ambapo kila muumini anapaswa kuyafahamu. Jambo la kwanza ambalo kila muumini anapaswa kulifahamu ni dominika ya maajilio. Kwa mwaka huu inaanza tarehe ngapi? Dominika ya majilio mwaka huu, sista, unajua inaanza tarehe ngapi? Inaanza tarehe thelathini Novemba. Ndio dominika ya kwanza ya majilio lakini kuna tukio lingine muhimu sana ambalo linakuja baada ya ya, ya Noeli. Noeli tunafahamu kila mwaka ni tarehe ishirini na tano kwa hiyo haina shida. Lakini baada ya noeli inakuja eh, dominika ya familia takatifu ya Yesu, maria, Maria na Yosefu na, Yosefu. mm -hmm. na kwa mwaka huu dominika hii ni muhimu sana, kwa sababu ni dominika ya kufunga mwaka mtakatifu wa Jubilei 2025. Kumbuka kwamba mwaka jana tulifungua mwaka mtakatifu wa Jubilee. Kijimbo. Kwa hiyo kijimbo, mwaka huu tunamalizia tarehe na 28 ya mwezi wa kumi na mbili ambayo ni sikukuu ya familia takatifu kijimbo, ta, e, ulimwengu mzima. Halafu e, Tarehe nne Januari mwaka unaokuja sasa wa ishirini ishirini na sita itakuwa ni sikukuu ya toleo e, tokeo la bwana au tunaita e, sikukuu ya Epifania. Mimi nilizaliwa tarehe sita Januari, wazazi waza wangu litaka waniite Epifani mm -hmm. Lakini msimamizi wangu alikuwa naitwa Klemens, kwa hiyo akasema hapana, ah, lazima niitwe jina la msimamizi lakini walitaka wanite Epifania. Kwa hiyo ni sikukuu ya, ya tokeo la Bwana, kawaida ni tarehe sita, lakini inaangaliwa dominika ambayo iko karibu, ambayo kwa mwaka huu hu, unaokuja hu, walitujia ni tarehe nne Januari. Kule Roma Baba Mtakatifu atafunga mwaka mtakatifu wa Jubilei. Kwa hiyo atakusanyika na ulimwengu mzima kufunga mwaka mtakatifu wa jubilei ishirini 25. Basi tarehe kumi na mbili Januari itakuwa ni sikukuu ya ubatizo wa Bwana tarehe kumi na moja Januari, sikukuu ya ubatizo wa Bwana. Na kama kawaida sikukuu ya ubatizo wa Bwana ndio inayofunga kipindi cha Noeli. Kwa hiyo tarehe kumi na moja ambayo ni siku ya Dominika, ubatizo wa Bwana kesho yake ambayo ni siku ya Jumatatu tunaanza kipindi cha kawaida cha mwaka. Father, nina swali. Karibu sana. Tuna vipi, matukio makuu tuna vipindi viwili makuu ambapo ni uh, Noeli. Mm -hmm. Sorry, ma, maj, kipindi cha majilio ambacho ndiyo. Kina eh, kilele chake Noeli. na ndiyo. Kipindi cha kwalezima ambacho kilele chake ni Pasaka. Ndiyo. Sasa shida yangu mimi kwenye kipindi cha majilio na cha kwaresma ni kwa nini tunavaa au tunatumia rangi za rangi ya zambarau kwenye majirio na, na kwenye kwaresma? Kwa nini majirio mm -hmm. ni kipindi cha matumaini? Kwa nini tusitumie kijani? uh -huh. Alafu na ile kwaresma ibakie na ibakie na ni ya labda ni kwa nini? Eh, tena ukiangalia meza yetu hapa imepambwa vizuri kwa rangi ya tunasema zambarau au urujuani yeah. Kiswahili cha kisasa Urujwani. Sasa, urujuani ni rangi ya namna gani? Kwanza ni rangi ya matumaini. Eh, tunasema hope, matumaini. mm -hmm. Tunatumaini nini katika kipindi hiki cha cha Noeli? Tunatumaini kwamba Kristo atazaliwa. Kwa hiyo ndio maana kipindi cha majilio ni cha matumaini mm -hmm. ya kuzaliwa kwa Kristo na vile vile rangi hii ya zambarau hasa hii eh, urujuani iliyokolea hapa, imekaa vizuri kweli. Kuna hii alafu kuna hii. Kwa hiyo hii hapa ni rangi ya zambarau, lakini ni rangi ya kifalme. Mfalme atazaliwa katikati, kati yetu. Kwa hiyo ndio unaona hayo matumaini. Lakini vile vile wakati wa Kwaresma ni kipindi kwanza cha toba, kwa hiyo ni rangi ya toba kwamba tuna tubu . Lakini kwa nini tunatubu? Kwa sababu tuna matumaini kwamba tutapata uri, e, maisha ya umilele hapo baadaye. Kwa hiyo kuna matumaini vile vilevile. E, hata mfano wakati wa mazishi tunatumia rangi hizi za zambarau, tukitumaini kwamba ndugu yetu tunayemzika hakupotea bali atafufuka fuka. Kwa hiyo ni rangi ya matumaini, okay. Kwa hiyo kipindi hicho Uh, unaona tunamaliza tarehe kumi na moja ya Januari, lakini kwanzia kumi na mbili tunaanza juma la kwanza la mwaka mm -hmm, tunaenda nalo kipindi cha kawaida mpaka tarehe kumi na saba ya mwezi Februari, maana yake Jumanne kabla ya Jumatano ya Majivu. Kwa hiyo tarehe kumi na nane Februari ishirini mm -hmm, na sita tutaanza kipindi cha Kwaresma na e, Dominika ya Matawi itakuwa ni tarehe 29 ya mwezi Machi 2026. Tunataja matukio makuu ya mwaka huu mpya okay. Halafu Dominika ya ufufuko wa Bwana, maanake Dominika ya Pasaka inakuwa ni tarehe tano aprili Aprili. Pasaka mwaka huu iko karibu kweli, tarehe tano Aprili, tarehe kesho kutwa tu, tu na nini kinachosababisha ukaribu au mbali inategemea e, na mzunguko wa dunia na mahesabu yale. Unajua, sisi tunaenda ule ule mwezi tunaita sola, eh, sola soltis mwezi mm -hmm. e, ule unapo unapo, unapo, lani, unapo una, una baada ya tarehe ishirini na moja mwezi Machi mm -hmm. kama unafuata ule mwezi kamili tunaita full moon mm -hmm. ndio siku ni dominika inayofuata inaofuata ndio ya pasaka kwa inategemea mzunguko wa hii miezi. Ndio maana inakuwa siku nyingine inawahi, siku nyingine inachelewa, inategemea na na hiyo, baada ya solar solstice, solstice, je, huo mwezi kamili utokea katika dominika ipi? Labda niwaambie watazamaji, mtazamaji, hiki kipindi cha mwaka, kipindi kipya cha mwaka ni muhimu sana haya mazungumzo. Iki, uh, ikiwezekana kufuatilia vizuri, hautakuwa mgeni katika kanisa lako ni vizuri padre pia ametoa vitabu vya litur, kalenda liturujia ya mwaka viko uko maparokiani pamoja na Ijue Liturujia kanunue mnoa, ili kusudi vikusaidie kujenga imani yako. Nafikiri hii jambo ni muhimu sana, ni jambo muhimu sana, sana. <coughs> tunatoa kalenda za liturujia vitabu vya liturujia na kadhalika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba muumini wetu anakuwa naye, ni mwalimu wa hmm. liturujia tabisa. sote ni walimu na sisi sote ni wainjilishaji amen. Alafu Dominika ya kupaa Bwana itakuwa ni tarehe kumi na nne Mei ishirini ishirini na sita. Lakini eh, tuseme kupaa Bwana tarehe kumi na nne Mei itakuwa ni siku ya Alhamisi, lakini mm -hmm. huaga inahamishiwa inakuwa siku been. ya dominika mm -hmm. kwa hiyo inakuwa ni tarehe 17 Mei mwaka ishirini ishirini mm -hmm. na sita. Tunahitimisha Pasaka kwa kipindi cha Pentecoste ambayo itakuwa ni tarehe ishirini na nne Mei mwaka 2026. Halafu inafuata Dominika ya Utatu Mtakatifu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Unakumbuka watoto wenyewe wanavyosema Utoto Mtakatifu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Dominika ya Utatu inawagusa watoto wetu watakatifu kwa namna ya pekee. Ndiyo, labda hapo kuna swali lingine anaweza akauliza muumini au mtu yeyote, kwa nini hitimisho la Pasaka liwe ni kipindi cha Pentekoste na si Utatu Mtakatifu? Eh, Utatu Mtakatifu hizi tunazita ni, ni sherehe maalum, lakini sio sehemu ya Pasaka. Pasaka kwa kadiri ya mapokeo inaishia eh, siku ya Pentekoste, zile siku hamsini. Maana tangu ufufuko wa hadi Pentekoste ni siku hamsini ambazo zote tunaadhimisha kama pasaka kama siku moja, ndio maana, mm -hmm, inafungwa pale, tunaanza kipindi tena cha kawaida cha mwaka. Kwa hizi hizi, ni dominika maalum tunazita sherehe za Bwana, okay, katika eh, kalenda okay, ya liturujia mm -hmm, baada ya utatu mtakatifu inafuata sherehe ya Corpus Christi eh, sherehe ya mwili na damu takatifu ya Kristo ambapo tutakaribishwa tutaandamana, tukimtembeza Kristu, tukimtembeza Kristu ambaye ni chakula cha roho zetu, anatushibisha. Kwa hiyo hiyo ni mwili corpus, corpus e e na damu ya Kristu, itakuwa ni tarehe nne. Corpus corpus e sanguinis Christi na corpus Domini mm. Ndiyo, hiyo hiyo corpus, okay. Corpus ni mwili ndiye. Kwa hiyo ukisema corpus manake ni mwili wa Bwana wa mm -hmm. Dominus kusema domini ni genitive, manake of the lord mm -hmm. Kwa hiyo corpus do domini ni mwili, eh, mwili wa Kristo. Sasa tunasema corpus et sanguinis, kwa hiyo mwili na damu sangwe, et sanguinis, kwa hiyo ni eh, Corpus ni mwili lakini sangwe ni damu. Damu kwa hiyo Italian, mwili na damu ya Kristo. Kwa hiyo ni mwili na damu lazima tuongeze takatifu. Corpus sanguinis. Mhm. Mm-hmm. Corpus sanguinis. Ehe. Uh, nimesema nime ni unapatia. Una Corpus sanguinis. Corpus, et sanguinis. Corpus et sanguinis. Christi. Christi. Eh, eh. <laughs> Mambo ya kanisa takatifu Katoliki na la mitume Mtazamaji, tuendelee kutufuatilia, ni mambo mazuri kabisa ambayo, mazuri sana. E, ambapo e, mtazamaji wetu anayapata mm -hmm. Sasa hii huaga ni siku ya Alhamisi tarehe nne mwezi Juni lakini mm -hmm. kwa kawaida inahamishiwa siku ya Dominika ambayo itakuwa ni tarehe saba mwezi Juni e, hu elfu mbili na ishirini na sita baada ya hapo inafuata e, sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu e, moyo mtakatifu wa Yesu. Uliufahamu ule moyo, ni moyo wa mapendo, moyo uliochomwa mkuki kwa mm -hmm. ajili yetu yeah, sisi. sisi ni moyo ambapo ulichomwa mkuki, ikatoka damu na maji, ambazo ndizo sakramenti tunazoziadhimisha za mm -hmm. Kristo. Kwa hiyo ni, eh, ni Ijumaa eh, tarehe kumi na mbili Juni mm -hmm. halafu tukitoka hapo, tukio kubwa tena muhimu ni eh, sherehe ya Yesu Kristo mfalme wa ulimwengu, kwa hiyo inakuwa ni dominika ya mwisho wa mwaka wa liturujia e, wa mm-hmm. na kitok, tukitoka hapo sasa tunaenda mwaka mwingine mpya kwa kipindi cha majilio, ambao tunakuwa tumemaliza 25, 25, a eh, tunamemaliza 25, 26, tunaanza ishirini na sita ishirini na saba mm -hmm. ambayo ni dominika ya majilio itaanza tarehe 29 tisa Novemba mwaka elfu mbili na ishirini na sita unaanza Novemba kama tulivyoanza Novemba 30 mwaka huu 25, ishirini na tano ishirini na sita tutaanza 29 Novemba, tutakuwa eh, tumerudi tarehe moja nyuma hmm, hmm. Kwa hiyo ni mambo kama hayo. Ndiyo Father, unaona, hayo unaona, haya ndio matukio makubwa ambapo kwa kweli kila eh, mpenda liturujia kila muumini eh, anapaswa kufahamu. Basi hebu tuguse kipindi cha kawaida cha mwaka kitakapoanza ambapo tumesema kitaanza tarehe hmm. kumi na mbili Januari ishirini ishirini na sita kipindi hiki cha mwaka 26 kina majuma thelathini na nne kama kawaida mm -hmm. Na majuma nane yatakuwa kabla ya Kwaresma ambayo yataanzia tarehe 12 Januari, yataenda mpaka tarehe kumi na saba Februari mm -hmm. Na tarehe kumi na nane kama tulivyoona, Februari inakuwa ni Jumatano ya Majivu, tunaanza mfungo wa Kwaresma, wa Kwaresma. Na kitaendelea hicho kipindi mpaka Pentekoste. Eh, alafu kuanzia juma baada ya Pentecoste tunaendelea juma la nane maanake jumanne baada ya Pentecoste tunaendelea na juma la nane sasa. Baada ya kuona hayo matukio makubwa na kipindi hii chochote, hebu tuingie sasa eh, tu, tukianze kipindi cha majilio sasa katika kipindi hicho cha majilio. Mimi swali langu ni kwamba maana mm -hmm. halisi ya majilio ni nini? Majilio. Ndio. Kwanza, kama neno lenyewe linavyosema majilio ni kuja, maanake ni kipindi ambacho tunasubiri ujio wa Kristo. Lakini hebu tuangalie hili neno majilio, linatokana na neno gani? Natokana na neno la Kilatini kitenzi advenire advenire advenire mm -hmm. nataka kidogo na, na Kiitaliano ni hivyo hivyo, e, venire. Italiano wanasema venire kwenda, si? lakini advenire ni, ni ni kuja au kungojea mm -hmm. kwa hiyo ndio maana majilio. Wale tunangojea kuja kwa kitu fulani. Sasa katika maana ya, ya sisi wa Katoliki tunangojea nini? Tunangojea kwanza kusherekea sherehe za Noeli za Krismasi lakini vile vile katika hiyo Noeli ni kipindi ambacho Kristo anazaliwa. Sasa tukija katika muktadha huo wa kuja, turudi nyuma katika Agano la Kale. Wao maajilio au wow, hii advenire au advent, tuna mtu anaitwa Adventina, maana yake Adventina anayengojea. mm -hmm. eh. Sasa kipindi hicho cha zamani walikuwa wanagojea ujio wa kwanza wa, wa kuja kwa Kristo, ambapo manabii waliagua kwamba atazaliwa, atasababi kile, atachukua mimba, atazaa mtoto wa kiume, atafanya hivi na nini na nini na nini. Kwa hiyo manabii wa kale waliagua. Kwa hiyo ni kipindi ambacho kinatukumbusha tukio hilo la zamani la kumsubiri Kristo kati ya Wayahudi mpaka alipokuja na sisi katika kipindi hiki tunafanya maadhimisho ya huo ujio wa kwanza wa Kristo tunapoadhimisha kwamba tunakumbuka kwamba alikuja, lakini vile vile ni kipindi cha kungojea ujio wa pili, atakapokuja mara ya pili, kwa sababu nasema Kristo atakuja tena kwa eh, kwa hukumu, kwa wazima wazima na wafu. Kwa hiyo Kristo atakuja tena ndio tunavyoamini kwamba tutakutana naye tena tu atakuja tena kwa hiyo sisi tunaadhimisha na tunangojea kwa hamu ujio wake wa pili mm -hmm. kwa hiyo tunakumbuka ile mambo ya agano la kale lakini agano jipya kwa hiyo advenire kuja au kungojea lakini kwa matumaini ndio maana hata rangi zetu tunazotumia kipindi hiki ni rangi za matumaini mm. um, Wakati maajilio yanashika ya, ya, ya, ya, ya, kasi katika karne za kwanza, yalikuwa na lengo la kusubiri ujio au kusherekea Noeli, lakini vilevile vile kusubiria ubatizo wakati wa sikukuu ya Epifania, sikukuu ya tokeo la Bwana. Kwa hiyo ilikuwa ni maandalizi makubwa kipindi hicho kwamba wengine wanaenda kuzaliwa upya kwa kubatizwa mm -hmm. eh, eh, kwa kubatizwa kama Mkatoliki ilikuwa ni kitu kizuri sana. Kwa hiyo majilio basi yana tabia hizi mbili. Mbili ya kwanza ni Kristo alipokuja kwa mara ya kwanza, hiyo okay. Ni moja, lakini tabia ya pili ni kumbukumbu inayopelekea akili na mioyo yetu kwa ujio wa pili wa Kristu mwishoni mwa nyakati. Na labda fadha kuhusu hivi vipindi vya kanisa aliturujia tuseme, labda mm. Majilio mm -hmm ni papa yupi au ni nani hasa mwanzilishi wa kipindi hiki kwamba sasa kuna kipindi cha majilio? mm -hmm. Labda mtazamaji angeweza kupenda kujua tuseme, vipindi hivi eh, hatusemi kwamba vimeanzishwa rasmi na papa fulani. Mm -hmm. Lakini ni tamaduni ambazo zilianza hata kabla mapapa hawajasema, labda tufanye hivi tufanye hivi tufanye hivi, lakini basi tuna mfano wa papa ni Papa Leo as, au sikumbuki sana papa, lakini kuna papa ambaye alitoa mwongozo kwamba tusherekee hivi na kuwaeleza e, wa, wa, waamini nini maana ya maandalizi kwa ajili ya, ya kipindi hiki cha, cha maandalizi kuelekea Noeli. mm -hmm. tutampata jinsi tunavyoendelea mm -hmm. sasa baada Uh, tumesema kuna hizo tabia mbili, kwa hiyo ya kwanza ile ya zamani na ya pili, yeah. Sasa kuna mambo mm, muhimu sana ya kuzingatia kipindi hiki cha cha ma majilio. Ni mambo gani sisi kama waamini tunapaswa kuzingatia? Kwanza, siku za juma kuanzia juma tatu hadi juma mosi, kumbukumbu mm, za watakatifu zinaruhusiwa Mtakatifu Salvina, Mtakatifu Clemenzi, Mtakatifu Mtakatifu Simoni. Simoni, mm -hmm. eh, Salvina yeah. Mtakatifu Mtakatifu Simoni Simoni wa Kirene wote hao wa Mtakatifu Yesu msalaba. Tabi tutafuta shere yake. Wote hayo yanaruhusiwa na hata kama kuna maadhimisho muhimu sana labda ya kijumuiya, nina nini, yanaruhusiwa. Katikati ya nini? Ya juma, katikati ya juma katikati, Jumatatu mpaka Jumamosi, mpaka Jumamosi. Kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu hizi dominika ni rasmi, mm -hmm. Kanisa linasema zibaki kama zilivyo, tusiingize kitu kingine ili ule ujumbe wa maajilio uweze kufikika kwa watu wote. Kwa hiyo father, hata kama uh, kuna mtu anasherekea jubilei siku ya Jumapili, lazima dominika ibaki kama dominika, na mavazi yake dominika na misa hiyo hiyo inabaki vile vile ndio maana unakuta hata sherehe ile ya tarehe nane Desemba mm -hmm. ikiangukia siku ya dominika inahamishiwa siku ya kawaida, siku inayofuata. Kama tumeonana mwaka jana, sherehe ile ya tarehe nane ilihamishiwa siku ya jumatatu eh? mm -hmm. ya mkingiwa dhambi ya eh, asili. Kwa hiyo hizi hwaga zinabaki kama hivi mm hivyo -hmm. Pili, kunapokuwa na sababu ya kweli ya manufaa ya kichungaji, misa inayotakiwa kwa ajili ya shida mbalimbali mbali au nia mbalimbali yaweza kuadhimishwa, lakini kama tulivyosema ni katikati ya nini, ya juma, ya juma, kama ni harusi ni nini haya, jubilei ni kama hivyo, tunafanya hivyo. Vile vile kupiga kinanda na ala nyingine za muziki kunaruhusiwa, lakini kwa kiasi, nadhani hapo ndo tunapobishana hapo kiasi. maana yake ni, ni kwa Mano. kipindi hiki cha majirio ndo tunapaswa pia kufanya kwa kiasi, kwa kiasi ye. Okay. tunapaswa kufanya kwa kiasi. Mm -hmm. sio tuzidishi kwamba kuwa ni mdini mdundo mkubwa mkubwa. Sehemu nyingine unakuta wamesha wanapiga marufuku kwamba hakuna hakuna nani hakuna kuweka hizi nyimbo au nini, kwa sababu watu hawajui maana ya kiasi wakiambiwa kiasi wao wanazidisha. Kwa hiyo inakuwa ni namna hiyo. Ni kwa nini fadha iwe kwa kiasi, wakati kipindi hiki cha majilio watu kwa furaha tunangojea mkombozi e, anakuja kutukomboa kutoka kwenye mateso? Tuchukulie tu mfano mwanamke anapokuwa mjamzito, ndio anasubiri kwa matumaini makubwa, lakini katika tamaduni zetu ni kipindi cha kusherekea. Ni cha tafakari, ni kipindi cha tafakari. njui kwamba bado ngapi unajua kwamba labda e, mtoto atazaliwa salama <laughs> al, ata, kuna shida. Au au kuna kutakuwa na shida na nini? Kwa hiyo ni matumaini lakini sio sherehe. Kwa kweli una furaha kwamba mtazaa mtoto na nini, lakini basi unakuwa na matumaini ndio matu. Maana hata katika kipindi hiki hatupigi mziki mzito, ni wa wastani mm -hmm. e, kumburudisha Mama Bikira Maria mjamzito e, kumpigia makelele asije kuanza. e, <laughs> <laughs> E, kitu kingine cha kuzingatia ni kwamba kipindi hiki kanisa inaruhusu kupamba. mm -hmm. kupamba at, pale atareni kanisani. mm -hmm. Lakini anasema kwa wastani, na hii ndio inayotofautisha kati ya kipindi cha kwaresima na, na ma majilio majilio. Kwa hiyo okay. mambo haya yana maana yake hata kwa mtu ambaye hajui sana liturujia anasema, ah, mbona kuna mabadiliko, mbona ngoma tumezoea kale na nini, mbona kulikuwa na mapambo mengi, lakini sasa hivi ni mapambo machache, machache? Eh, kwa yote hayo ni ni, ni vizuri kipindi hiki yazingatiwe, labda ya fadha ndio. Uh, kipindi mazungumzo mazuri kweli kweli. Ndiyo. Lakini uh, kabla hatujahitimisha, kuna nini cha kuweza kuwasisitiza watazamaji tusitize kitu ambacho ni muhimu sana kwamba kanisa halikatazi muziki kipindi hiki cha cha majilio, halikatazi. Sehemu nyingine wamekataza, wanasema kanisa linakataza. Sasa unapokataza, kama ni wewe ni paroko au nini, kuwe na sababu nyingine, lakini usitumie jina la kanisa kusema inakataza. Halikatazi na wala halikatazi kupamba. Kinachosisitizwa ni ule wastani sasa. Kila mahali ufuateni mwongozo wa jimbo unasemaje? Wastani maana yake ni kama, tunashindwa ku, kuwa na wastani, ndio maana inapigwa marufuku kabisa. Lakini basi tunapoambiwa wastani, tujitahidi kufahamu wastani ni nini. Basi nawatakia kila laheri tunapoanza kipindi hiki cha majilio. Karibu tufungie kipindi chetu kwa sala. Asante sana. Tunakimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu, usitunyime tukiomba katika, katika shida zetu, utuokoe kwa siku zote kila tuingia kwa hatarini. Ewe ewe Bikira mtukufu uliyebarikiwa, amina. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina, awabariki Mungu mwenyezi, amina, amina. amina. Mtazamaji, mpaka hapa tumefika mwisho wa kipindi chetu. E, bila shaka umejifunza mengi. Rai yangu kama kawaida, ukawe kitabu kwa wengine. Fuatilia vitabu vya sala Ijue Liturujia pia na kalenda za liturujia. Tumejifunza mambo mengi leo kuhusu mwaka mpya 2025 2026 ambao unaanza na kipindi cha majilio. Tumefundishwa maana ya majilio. Tuyachukue haya tukajifunze, na tufundishe wenzetu. Nikushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo hadi tamati. Mimi ni Sista Savira Makonde, lakini pia namshukuru eh, ndugu yetu Simon Peter nyuma ya kamera ambaye ametufanyia ametutengenezea mambo mazuri ya kumbukumbu kumbu ya baadaye. Shukrani kwako Father Dr. Clement Kihio, asante kwa kutulisha neno la Mungu. Mimi sina la ziada. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.